Umewahi kusikia kisa cha jinsi rais mwanzilishi wa Kenya Jomo Kenyatta alivyomsaliti na kumuua kinyama kiongozi wa mwisho wa Maumau? Siri kubwa ya jinsi Kenyatta aliwageukia na kuwaua na kuwasaliti mashujaa waliopigania uhuru wa Kenya imefichwa kwa zaidi ya miaka 50 sasa, hii leo tunaifichua siri hiyo zaidi. Simulizi hili la kutisha linafichua jinsi kukamatwa kwa Kenyatta na mbeberu mwaka wa 1952 kuliokuwa maisha yake kutokana na njaa.

ya kumuua iliyopangwa na wana maumau baada ya Kenyatta kusaliti majeshi hayo ya msituni hadharani. Hii ni stori ya Jenerali Baimungi Marete aliyeuawa kinyama baada ya kumtaka Kenyatta amteue yeye kama amiri jeshi mkuu katika serikali ya kwanza nchini Kenya. Zaidi, gundua jinsi Jomo Kenyatta alivyowadanganya na kuwalagai kabila la Wameru kama njia yake ya kupata urais wa nchi hiyo. Ungana nami katika safari itakayokuacha na maswali chungu nzima kuhusu nani kwa alipigania uhuru nchini Kenya. Tunaanza safari yetu mwezi wa Januari mwaka wa 1965. Ni mapema saa kumi unusu asubuhi na giza limetanda msituni mlima Kenya, karibu na mlima wa Nyambene, wilaya ya Meru. Kando na sauti za ndege na wadudu wa asubuhi, kimya kimekithiri msituni wakati huu. Hata hivyo, wapo watu wanaotambaa kwa siri chini ya miti hii bila kutoa sauti yoyote. Maafisa 150 wa polisi wanatambaa ardhini kwa msururu, huku wamejihami vikali na bunduki na silaha zingine hatari. Wanakoenda? Subiri kidogo. Kufikia mwaka wa 1965 ardhi kubwa katika eneo hilo la mlima Kenya bado inamilikiwa na rais Jomo Kenyatta aliyekabiliwa na wabeberu kufanyia anavyotaka na Kenyatta ana mipango ya siri kuhusu hadhi hiyo. Hatimaye kikosi chetu cha ja askari mia moja na hamsini sasa kimefikia eneo la hatari maficho, ya waasi wa maumau wanaoongozwa na jamaa hatari, mwanajeshi jina lake Jenerali Baimunge Marete aliyekuwa mwandani na naibu wake Didan Kimathi. Kamanda wa majeshi ya Maumau Jenerali Baimunge ndiye kiongozi pekee wa majeshi ya Maumau anayeendelea kuipinga serikali msituni baada ya wakoloni kuondoka Kenya mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na tatu na Kimathi kuuawa miaka saba kabla ya hapo, baada yake kukosana vibaya na Kenyatta katika matukio nitakayokusimulia kwa kina hivi sasa. Baimunge aliongoza majeshi ya wa waasi elfu mbili kutangaza kuwa bado hapakuwa na tofauti ya serikali mpya ya Kenyatta na ile nyeupe ya mkoloni, na pamoja wakarudi msituni kuendeleza vita dhidi ya serikali hiyo mpya ya Kenyatta. Turejee kwa wale askari walioko msituni sasa. Wakati maafisa hao ambao wengi ni wavulana wenye uoga wakisubiri amri ya kuvamia kambi ya Mau Mau, waasi waliokuwepo ndani hawakujua kinachowakuta katika muda wa dakika chache zijazo. jenerali